Uwanja wa ndege wa Heathrow wa nchini Uingereza ambao ni kitovu cha safari za kimataifa barani Ulaya umefungwa hadi leo saa sita usiku, yaani Machi 21, kufuatia hitilafu kubwa ya umeme iliyosababishwa na moto uliotokea katika kituo cha usambazaji umeme kilicho karibu na uwanja huo. Taarifa ya ghafla ya kufungwa kwa uwanja huo imevuruga mipango ya maelfu ya wasafiri, huku zaidi ya ndege 1350 zikiwa zimeathirika na ndege 120 zikiwa angani wakati tangazo hilo lilipotolewa, baadhi zikielekezwa kwenye viwanja mbadala au kurejea zilikotoka. Ili kulinda usalama wa abiria wetu na wafanyakazi, Heathrow itafungwa hadi saa 5:59 usiku tarehe 21 Machi, ilisomeka taarifa ya uwanja wa ndege kupitia X. Abiria wanashauriwa wasafiri kuelekea uwanja wa ndege na wawasiliane na mashirika yao ya ndege kwa taarifa zaidi. Tunaomba radhi kwa usumbufu uliosababishwa. Idara ya zimamoto ya London ilithibitisha kuwa moto mkubwa ulizuka kwenye kituo cha kusambaza umeme huko Hayes, magharibi mwa London ambacho kilipeleka umeme kwenye uwanja wa Heathrow. Kwa mujibu wa taarifa rasmi, magari kumi ya zimamoto na zaidi ya wazimamoto sabini walitumwa kuzima moto huo mkubwa uliosababisha moshi mzito na mweusi ulioonekana kwa umbali mkubwa usiku. Hili ni tukio kubwa na linaonekana wazi, alisema naibu kamishna Pat Gulbon. Wazimamoto wetu wanafanya kazi kwa bidii katika mazingira magumu, ili kudhibiti moto huu haraka iwezekanavyo. Moto huo ulisababisha kukatika kwa umeme kwa nyumba na biashara nyingi katika eneo hilo. Takriban watu 150 walihamishwa kwa usalama, na eneo la usalama la mita 200 limewekwa kwa sababu ya moshi mwingi, tunashauri wakazi wa eneo hilo wafunge madirisha na milango yao. Gulbon aliongeza. Athari za kufungwa kwa Heathrow zimeenea hadi maeneo mengine duniani, huku safari za asubuhi zikiahirishwa na abiria wakikumbana na ucheleweshwaji mkubwa. Uwanja wa ndege wa Changi Singapore ulitoa taarifa ukitaka abiria wanaosafiri kwenda au kutoka London wathibitishe hali ya safari zao na mashirika ya ndege, huku ucheleweshaji ukianza kuonekana hata barani Asia. Flight Radar 24 tovuti ya kufuatilia safari za ndege ilisema kuwa takriban safari 1351 zingeathirika na ndege nyingi zikielekezwa kwenye viwanja mbadala barani Ulaya. Tunajaribu kuwazuia abiria wasielekee uwanja wa ndege na tunashirikiana na mashirika ya ndege kuhusu safari zilizocheleweshwa, kuhamishwa au kuhairishwa, msemaji wa Heathrow aliambia Al Jazeera. Uwanja wa ndege wa Heathrow unahudumia zaidi ya maeneo mia mbili ya kimataifa katika karibu mataifa 90 na mwaka jana ulihudumia abiria milioni 84, idadi kubwa zaidi kuwahi kurekodiwa. Audio series za kusisimua, makala za ulimwengu.